anapiga kitu safi kwa nani, rejesha katikati, piga goli safi kabisa. The Green Commandos anamwangalia golikipa huyo, mite Boaz Mushira, Boaz Mushira anamwangalia huyo mchezaji wa Green Commandos, na mimi ni mzoevu, na anajishika kwenye magoti yake, anasema Mwenyezi Mungu, anaomba

tu. Historia imejirudia, si wale washinda ni mwaka jana tu. Lakini wote wamequalify. Wamequalify. Kuna mashabiki kutoka Poland